Mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego ametoa ombi hilo wakati alipokuwa akipokea tuzo ya pongezi ya utendaji kazi kutoka shirika lisilo la kiserikali la Patronage for Person with Disability PPD. Na hapa anasema, na vijana wa sasa wengi wanaenda shule, angalau wanaosha macho, wengi wamesoma. Graduates ni wengi, wanaosoma sekondari ni wengi, tusidanganyiki. Wala vijana wasidanganyiki. Hakuna mama mwingine zaidi wa Tanzania. Mwenyezi Mungu ametupa nchi nzuri sana sana. Kwa hiyo haya matatizo yetu madogo madogo haya, hebu tukae tu kwa upole tuyazungumze. Mimi nipo o, waheshimiwa wakuu wa wilaya wapo, mpaka kule chini tuna watendaji. Kwa nini watu wasije na jambo tukalizungumze? Kwa hiyo nasema haya, najua nyinyi ni kazi yenu moja kuifikia jamii, pamoja na yale mingine ya kisekula ya kazi, lakini tu tunasema na vijana wetu nje ya boksi kwamba utulivu pekee ndio utaleta majawabu ya matatizo na changamoto. Sasa hivi tumeshafanya vurugu, tumeshaharibu vitu vichunguzi, kwa hiyo hela itatumika sasa kurejesha vilivyoharibika tayari. We kijana bado unapiga mark time, lazima hilo watu waelewekwa upende wake. Mkurugenzi wa shirika lisiyo la kiserikali la Patronage for Person with Disability PPD, Ramazani Rashidi anaeleza, huku afisa uhusiano wa PPD Rashidi Hamimu anaeleza lengo la kutoa tuzo hiyo kubwa zaidi ni kuasa vijana hapa nchini pamoja na Watanzania kwa ujumla, kwanza kuendelea kudumisha amani tulionayo hapa nchini. Tanzania yetu ndio mama yetu, amani yetu ndio usalama wetu. Nasisitiza sana ndugu wananchi wa Tanzania, tuendelee kudumisha hii amani tulionayo. Paliko na matatizo na changamoto, basi tuziwasilishe serikalini kwa ajili ya utatuzi. Lakini kwa mkoa wetu, wananchi wanaendelea kufanya shughuli zao kwa utulivu na amani. Wananchi waendelea kusikiliza na kufuatilia matokeo amani ya kutokea shida ya aina yote. Kwa kikubwa ambacho mimi nakiona kwa sasa, vijana waendelee kuwa na utulivu. A, amani yetu tuitunze na tuendelee kuiheshimu maana hakuna anayeweza kutoka nje ya mkoa wetu kuileta amani ya mkoa wetu. Kwa hiyo vijana wote naomba wewe wavumilivu, zile changamoto zote serikali itaendelea kuzitatua, na pale itakuwa ndo mwarobaini na atiba kwa ajili ya zile changamoto za vijana. Shirika lisilo la kiserikali la Patronage for Person with Disability PPD, lilipewa jukumu la kutoa elimu ya mpiga kura kwa watu wenye makundi maalum katika mikoa mitatu ya Singida, Tabora na Katavi. Kutoka hapa katika ofisi hizi za mkuu wa mkoa wa Singida ni mimi Elsante Mkumbo wa ITV.